Hata kama ukiona kwamba kuna afadhali hapa vidonda vikipona, sidhani kwamba hali hii itaisha kulingana anza ile sehemu ya nyuma haijawahi kuwa kubwa hivo ina. inaendelea kuwa na kuwa na kuwa na wasikuwa, wasikuwa bera, ni nyama ndani watu na kwamba ni maji tu peke yake ni uongo, walionyesha wali kwa picha ya kwamba kuna nyama nyingi ndani, na nyama huwa si kila wakati, lakini huwa inasababishwa na saratani. Kama ni hivyo, si una, unaona vile saratani inaendelea um, ha haina tiba hata ukienda hospitali kwa mwaka mzima, haina tiba um, <coughs> sasa ushauri wangu tu, na ni ushauri, sijui utaupokea vipi lakini unatokana na mtu ambaye anakujali, si mtu ambaye anakudharau. Ushauri wangu tu ni kwamba ujiandae kwa ajili ya hali yoyote. Mojawapo ni kwamba ni labda hautaishi kwa muda mrefu, si sawa? Na hata si, si wewe tu, kila mmoja wetu tunafaa kuangalia maisha hivyo, ya kwamba ajali inaweza tokea, kitu chochote unachukuliwa ghafla lakini kwako wewe katika hali hiyo, zaidi ya wote wengine unafaa kuwa unachunguza maisha maisha yangu yako vipi? Unajipanga vipi kwa upande wa nafsi yako, na pia kwa upande wa labda watoto wako kwa mfano, familia. Sababu gani, ukienda ghafla watafanya nini wale watoto? Kwa mfano, hawatajua nini hawatajua waende wapi, wafanya nini? Um, na pia zaidi ya yote, si unajua kazi yetu kubwa ni kuhusiana na mambo ya ya nafsi za watu um, unafaa kujiandaa vizuri, ili kwamba Mungu akikuita wa wakati wowote wa utakuwa tayari um kwa sababu na nasema na hivi, ukweli ni kwamba ukiwa tayari kusimama mbele ya Mungu hata ukipita kutoka maisha haya na kuingia maishani mwingine, yale maisha mengine ni mara sijui, mara mia, mara elfu bora kuliko haya, ukimjua Yesu Kristo kuwa ni Mwokozi wako wa dhambi. ukishatoka maishani haya unaingia mara moja katika uwepo wake, hizo zote zinapotelea. Una mwili nini, unaishi una naye, na utapata mwili mpya, ambayo haina mapungufu yoyote, magonjwa yoyote, dhambi yoyote, kila kitu kinapotelea wapi? Hospitalini hawawezi, inategemea kama ni saratani, hawataweza inakatwa lakini inategemea imeathiri sehemu, na kwa vile tayari imeshuka kwa miguu na inaonekana kwa tumbo, ukikata hapo utakuwa hujashughulika na kitu. Kwangu mimi, kazi yangu ni kuwa mwaminifu, si kutoa maneno ambayo yanapendeza. Naweza kukuambia utapona tu, kila kitu kiko sawa, lakini sio hivyo. Si, si, bora niwe wazi. Um, sijasema kwamba utakufa wiki hii ama kitu kingine chochote kama hicho. Ni kwamba hali hii inaonekana kwamba ni haitaisha haitapona kikamilifu. Sasa kwako wewe, una muda ambao watu wengi hawana, kujiandaa, kujua tayari ya kwamba labda hivi karibuni nitakutana na Mungu. Nitakutana naye kivipi? Maana kama nitakutana naye na dhambi zangu hazijashughulikiwa basi, nitaenda motoni ambapo ni mbaya zaidi kuliko mahali hapa. Lakini sisi tunataka ujue ya kwamba ziko habari njema za kwamba mtu anaweza kutoka maisha haya kuingia katika maisha mengine ambayo ni ya raha pamoja na Yesu Kristo, na Yesu Kristo alikuja kuwaokoa wenye dhambi na kuwapeleka mbinguni. Na ukitubu dhambi zako na kumwamini yeye utapata maisha haya mengine, ili kwamba hautakuwa na wasiwasi. Hata ukifa hakuna shida. Paulo mwenyewe si alikuwa mfuasi mfuasi wa Yesu Kristo, akasema nikifa ni sawa, nikibaki pia ni sawa <laughs> maana nikibaki si kuna maisha haya niki, nikifa nitaenda mara moja kuwa na Yesu Kristo, ambayo ni maisha bora kuliko haya. Um, sasa najua labda haya maneno sio rahisi kuyapokea, lakini kwangu mimi kazi yangu ni kuwa mwaminifu kila wakati. Um, sasa ingekuwa ni mimi ningechukua muda huu katika kumwomba Mungu upate msamaha wa dhambi, upate kumjua Yesu Kristo kabla hujaondoka maisha haya hata inaweza kuwa ni miaka miwili mitaa, hatujui, lakini bora uwe ume ume umejianda <coughs> um <coughs> kia okay. Sijui kama umewahi kuwa na simu si ndio? Na wakati mwingine ukichaji simu si huwa inafikisha mia inajaa moto kadri unavyozidi kutumia moto huo kutumia simu moto unapunguka, si ndio? Hivyo hivyo hivyo a hatimaye betri inaisha na inazima simu, ukiwasha haiwezi kuwaka tena, wakati ambapo unajua una shughuli maalum ya kufanya ama kuna mtu unapaswa kupigia tuseme, lisalijalo, huwa unang'ang'ana kutoa namba hiyo kabla simu ijazima. Ndio ikizima unaezomba mtu mwingine ndio upige hiyo namba, si ni kweli? sasa Kile Sam anajaribu kutuambia ni kwamba mwili pia uko hivyo. Kuna miaka ambayo Mungu ameupatia na hata ukizidisha mwili wenyewe utakata, utakuwa umepunguza muda wake wa kuwa hapa duniani ama muda wake wa kutenda kazi. Na kama ambavyo inaendelea, mwili wako, kwa kifupi, unaenda ukidhoofika, ukidhoofika, ukidhoofika, hivyo hivyo hivyo hivyo. Na ndio akasema ya kwamba maana mwili huu unadhoofika, inamaanisha kwamba unazidi kwenda mwisho mwisho mwisho. Na akatuambia kuna afadhali, maana kuna watu wengine ambao hawapati nafasi ya kujiuliza baada ya mwili huu umezima, nitaenda wapi? n ni kipi kitafanyika? Heri ni kwako, maana angalau una nafasi hiyo ya kujichunguza, kujipanga, kujiuliza itakuwa vipi, kufanya mambo yawe sawa ambayo hayako sawa. Na akatuambia kwamba ukilinganisha maisha haya na maisha yajayo ni kama usiku na mchana. Hauwezi kuyalinganisha. Huku kuna matatizo mengi, shida nyingi hapa duniani, lakini kule kwingine kuna utofauti mkubwa. Lakini utofauti huu ni mara mbili. Kuna wengine ambao maisha haya yatakuwa bora zaidi kuliko maisha hayo mengine, na kuna wengine maisha haya yatakuwa yale mabaya zaidi yakilinganishwa na maisha yale mengine. Tofauti na kujia wapi? Yule ambaye ataondoka maisha haya kama hajasamehewa dhambi zake, hajatubu na kumgeukia Yesu kwa sababu ya wokovu wa nafsi yake, akifa atajutia kwa nini ametoka katika maisha haya. Ndiye akasema kwa mfano sahisi, una maumivu na unahisi hali yako ni ngumu. Kwa ukifa, kama hauko ndani ya Yesu, utatamani kurudi uishi na maisha haya. Utasema, afadhali ugonjwa wangu, afadhali matatizo yangu duniani, kuliko huku ambapo nimeenda baada ya kufa. Kwa nini? Kule kuna moto ambao hauzimi, aina yote ya ubaya iko jehanamu, hasira ya Mungu iko jehanamu. Kwa hivyo, heri mwanadamu awe na hasira nayo kuliko Mungu awe na hasira nayo. Kwa sababu gani? Akikutupa sehemu hiyo, akinitupa sehemu hiyo, ama mtupe mtu yote sehemu hiyo, hakuna tumaini lingine la kutoka hapa. Yani hatima yangu, hatima yako, hatima ya mwingine ni hiyo. Hakuna kuondoka hapa, milele na milele. Kwa hivyo, tukiondoka tukiwa na dhambi zetu, tutatamani kurudi huku, licha ya shida zetu. Pili, kwa yeyote ambaye tumaini lake liko katika Kristo, dhambi zake zimesamehewa na ana uhusiano mzuri na Yesu Kristo, akiondoka maisha haya kwenda hayo mengine, hata hata, kumbuka, kwa mfano nikutumie tu katika hali yako ya maumivu, ukiwa ndani ya Yesu, ukiondoka katika maisha haya, hutakumbuka tena shida hizi. Hata utajiuliza ni kwa nini nilikuwa nakaa duniani, heri ningefika mapema kule, maana kule ni tofauti kabisa. Lakini mambo haya yote Um, kile tunapaswa kujua ni kwamba ni sisi wenyewe tunaamua. Sisi binafsi tunakaa, tunajichunguza wenyewe, je, tumepungukiwa katika mambo ya kiungu? Tumekuwa marafiki wa Yesu? Tumemjua Mungu huyu? Dhambi zetu zimeshughulikiwa naye? Maana yeye ni mwaminifu, hata leo anatuambia twende kwake. Na atatupa pumziko, atatutenganisha na dhambi zetu, atatufanya viumbe vipya. Uadui ulioko kati yetu na Mungu utaondolewa, tutakuwa marafiki wake, na anasema atakuwa nasi katika maisha haya na baada ya maisha haya pia atakuwa nasi katika umilele, mahali ambapo ni pa amani, hakuna kifo, hakuna uchungu, hakuna chuki. Ni mahali ambapo huwezi ukapalinganisha na popote hapa duniani. Wengine wanatamani urais uongozi mkubwa, lakini katika uongozi huo na mambo hayo makubwa kuna mapungufu na udhaifu. Kinyume chake, mbinguni hakuna udhaifu wowote, ni mahali tofauti. Kile ambacho kinatutenganisha na sehemu hizo mbili ni kimoja tu, kumwamini Yesu Kristo, kwamba yeye pekee ndiye ana uwezo wa kusamehe dhambi zetu na kutufikisha kutufikisha kule salama na na itakuwa ni heri, kama tutajichunguza, kama utajichunguza kuuliza nafsi yangu, je, una amani na Mungu? Maana Biblia inatuambia ya kwamba Mungu ameteua kwamba tuishi hapa duniani na baada ya kutoka katika maisha haya tutaenda kuhukumiwa, kila mmoja kila mmoja atahukumiwa kulingana na vile alivyoishi hapa duniani. Na cha msingi ni kwamba wale wote ambao hawatapatikana wamesamehewa na Yesu Kristo, dhambi zao zimeshughulikiwa, wote watajuta. Watajuta kwa nini hawakumwamini Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani. Tuna mfano wa tajiri na Lazaro, tunaambiwa alipofika kule alitamani tu apate tu dakika ya kurudi hapa chini, hata kama si kwa sababu yake, awaonye waliobaki, awaambie msije huku niliko. Sasa sisi tuna nafasi hiyo ya kufanya mambo kuwa sawa mm. tuna nafasi hiyo hivi kwamba hatutakuwa na sababu kwa Mungu kumwambia sikujua. Tutamwambia nilikupenda zaidi, kiasi ya kwamba hata dakika zako za mwisho mwisho nilikuja kukuambia Rafiki, usiende kule jehanamu, usiondoke duniani kama hujashughulikia dhambi zako. Huo ni upendo mkubwa sana sana sana. Wengi hawana nafasi hiyo, hawana nafasi hiyo. Kwa hivyo yatafakari mambo hayo, na ni itakuwa ni baraka, itakuwa ni baraka kwako. hmm. Jiulize, kuondoka hapa duniani kwangu itakuwa ni baraka ama ni laana ya milele? Nitajutia kuondoka ama nitafurahia kuondoka kwangu duniani? Maana hakuna sehemu ya tatu, ni hizo mbili, ni baraka ama ni laana ya milele. Ni suala nzito la nafsi <coughs> Kabla tujamaliza, labda umejua um, mama, ni kwa njia gani Yesu Kristo anaweza as, kusamehe dhambi zako. Unajua ya mm -hmm, ya kwamba kama miaka elfu mbili zilizopita Yesu Kristo akaja ulimwenguni, akatembea miaka thelathini na tatu hivi, akafanya mambo mazuri mengi, akatii sheria yote ya Mungu. Hakustahili kufa ila alikufa msalabani, sio? Akatoa damu yake. Lakini damu yake aliyotoa haikuwa ni sadaka kwa ajili ya dhambi zake, maana hakuwa nazo kani sadaka kwa ajili ya wengine. Ndio maana ukimwamini yeye, dhambi zako zinaweza kusafishwa kwa sababu deni litakuwa limelipwa. Sasa kumwamini Yesu Kristo sio tu swala ambalo halina maana, lina maana mzito sana. Yeye ndiye njia ambayo kwayo utaweza kusamehewa dhambi. Um, tuombe Rukia um, tunakushukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo umetupa tuwe chini ya jua asante zaidi kwa baraka ya neno lako na ufahamu ambao unapatikana ndani ya Kristo Yesu ya kwamba licha ya uovu wetu licha ya dhambi zetu na uovu ambao umekithiri mioni mwetu bado kuna nafasi yetu kuitwa wana wa Mungu, iwapo tu tutamkimbilia Yesu Kristo, ambaye kwake tunapata msamaha wa dhambi, kwake tunafanywa upya, kwake tunahuishwa, na hatia iliyo ndani mwetu inaondolewa, tunafanywa marafiki wa Mungu. Asante Bwana kwa sababu ya dada Rukia ambaye amekuwa hapa duniani kwa sababu umemkusudia awepo akiyatenda mengi ambayo Bwana ulimsaidia katika rehema zako. Na hata kipindi hiki ambapo mwili wake umedhoofika, mambo mengi yamemzunguka, maumivu, uchungu ambao anaopitia masaa haya, Baba yetu kwa mbinguni tunakuomba ya kwamba katika hali hii ukamkumbuke ukakumbuke ya nafsi yake ambayo Bwana umetoka kuzungumza nayo kuhusiana na hatima ya wote wenye mwili, ya kwamba ipo siku baada ya maisha haya tutakutana nawe na ili tupate mshahara wa maisha yetu ambao tuliishi hapa duniani. Umetujuza kwamba wote ambao watapatikana nje ya Yesu Kristo ambaye ni sadaka kamilifu iondoayo dhambi takasayo letayo urejesho kati ya Mungu na mwanadamu. Wote ambao watapatikana ndani mwake watasamehewa na watakuwa ni heri, maana wataridhi ufalme wa mbinguni, utakuwa baba yao na utakuwa mtawala wao kwa maisha yasiyokuwa na kikomo. Kinyume chake, Bwana, wote ambao dhambi zipo juu yao wamekataa wokovu huo unaokuja kupitia kwa Yesu Kristo kwa damu iliyomwagika pale msalabani. Umesema sehemu imeandaliwa ambapo utakuwa na kulia na kusaga meno. Nasi tumekuja kwako e Bwana, tukikuomba kwa, kwa, tuki kwa sababu ya Rukia ambaye amelisikia neno hili, tukiomba Bwana ukamjalie kuyatafakari mambo hayo, kuyazingatia kwa umakinifu, kuyawaza si ya hapa tu, ila hatima ambayo ipo mbele yake saidie Bwana kufanya maamuzi ambayo ni ya, ni ya hekima, maana usipomsaidia hana uwezo katika asili yake kukimbia ghadhabu iliyo mbele lakini ukimsaidia, Mungu wetu tunajua ya kwamba utafanya uamuzi ambao ni wa busara, na nafsi yake Bwana itaokolewa kutokana na hukumu ambayo inawapata wote walio nje ya Yesu Kristo. Tunakuomba e Bwana, nasi tusaidie kujiwazia, kufikiria kuhusiana na hatima yetu maana tunajua ya kwamba wakati wowote waweza ukarudi kulichukua kanisa, na kuomba tukapatikane ndani ya Yesu Kristo, dhambi zetu zikiwa zimesamehewa, na ili tupate kuwa warithi pamoja naye katika ufalme wako e Mungu. Tusaidie Bwana, hata tunapozidi kujiandaa kwa sababu ya matibabu ambayo ni ya mwili huu, tuomba ukawe pamoja nasi, tuelekeze hekima yako Bwana Afanye kazi katika kila maamuzi ambayo tutayafanya, tujisalimisha kwako kwa kikamilifu, Mungu wetu, hata tukiomba, ukatusamehe dhambi na makosa yetu katika upungufu wetu, Bwana ukakumbuke rehema na ukaturejeshe katika pendo lako, na ili Mungu wetu tukazidi kukupendeza, kutumainia na kutegemea katika kila hatua ya maisha haya. Uinuliwe, maana wewe ni Mungu mwaminifu, ni Mungu mwaminifu na mtakatifu, kwa Kristo Yesu Bwana wetu, tumeomba na kuamini.